Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik. Ikiwa tayari mahujaji wamekwisha wasili katika mji wa Maka kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Je, ni kwa namna gani ibada ya hija hufanyika? Ni tarehe nane Dhulhija ambapo rasmi ndiyo ibada ya hija huanza. Hapa mahujaji watahirimia rasmi kwa ajili ya ibada ya hija. Mahujaji wote watakapovaa vazi la ihram hawataruhusiwa kupaka manukato, kukata kucha, kunyoa nywele, kuposa wala kuoa pamoja na tendo la ndoa na kisha baada ya hapo mahujaji wote wataelekea kulala katika viwanja vya Mina, na tarehe tisa Dhulhijja wataelekea katika viwanja vya Arafa. Nguzo kuu ya ibada ya Hija ni mahujaji wote kusimama katika viwanja vya Arafa, kama alivyosema Mtume Muhammad rehma na amani ziyo juu yake Hija yote ni kusimama katika viwanja vya Arafa, ambapo huwa ni tarehe tisa ya Dhul Hija. Zaidi ya masaa sita, mahujaji hapo watamlilia muumba wao, kwani huo ndio mchana pekee ambao Allah anateremka kutoka mbingu ya saba mpaka katika mbingu ya dunia, na ndio siku ya kutoa msamaha kwa waja wake, na hapo kuna dua maalum watakayosoma mahujaji katika viwanja hivyo vya Arafa na hata kwa wale ambao hawajajaliwa kwenda kutekeleza ibada ya Hija, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Labbaik Allahumma labbaik. Jua hilo linatua na usiku unaingia. Baada ya kutoka katika viwanja vya Arafa, mahujaji wataenda kulala katika viwanja vya Muzdalifa, na kukipambazuka huokota mawe saba na kuelekea katika viwanja vya Mina kurusha mawe katika Akaba kubwa. Zoezi hilo litaendelea kwa muda wa siku tatu na ni wajibu wa kila hujaji mara baada tu ya kurusha mawe achinje, lakini kutokana na wingi wao basi serikali huchinja kwa niaba yao. Baada ya hapo ni ruksa kwa maujaji kwenda kunyoa au kupunguza nywele zake, na baada ya zoezi hilo ni ruksa kutoa vazi la ihram. Labbaik Allahumma labbaik. Kisha baada ya hapo mahujaji wataelekea katika msikiti wa Al-Kaaba kwa ajili ya tawafu kuizunguka Alkaaba mara saba, ambapo hapo kuna eneo maalum la kuanzia na kuna eneo maalum la kumalizia. Katika moja ya pembe za Alkaaba kuna jiwe jeusi. Ni sunna kwa kila hujaji kuligusa na kulibusu ikiwa atapata fursa hiyo, na ikiwa hujaji hajapata nafasi hiyo, basi yatosha hujaji akiashiria ya kwa mkono wake

Mahujaji watatakiwa kuswali raka mbili nyuma ya makamu Ibrahimu, kisha mahujaji wataenda kutembea baina ya vilima viwili Swafwa na Marwa. Na baada ya mizunguko saba katika vilima hivyo, basi hapo hija itakuwa imekamilika. Inna safa wal marwa min shaairillah.